Historia za nchi nyingine duniani ambazo ziliwahi kuungana zikatengana, na mara tu baada ya kutengana tumeshuhudia machafuko katika nchi zao. Mfano hapa hapa Afrika, ukiangalia historia ya Sudani na Sudani Kusini zilikuwa nchi moja zenye amani, lakini mara baada ya kutengana tumeshuhudia hali ya usalama, amani iliyopo Sudani na Sudani Kusini sio ilivyokuwa kabla. Ethiopia na Eritrea ni mfano mwingine, Russia na Ukraine, mifano iko mingi, na ndio maana hili baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza, alisisitiza sana na alikuwa mkali sana unapogusa misingi na tunu za taifa hili hususan jambo la Muungano, na tunafurajika kwamba baba wa taifa aliwahi kutuachia nya, nya, e, wasia ikiwa, ikiwa nyingi Kiswahili hicho sio yasa wasia mara so, so, kadhaa ambao tunaendelea kuishi nayo. Kuna hotuba yake like, hotuba maarufu aliwai kutoa ya nyufa za taifa, alizungumzia, alizungumzia kuhusiana na umuhimu wa muungano katika amani nchi, na kazungumza akatoa mfano tu akasema leo hii tukianza kutengana kwa sababu huyu anatoka Zanzibar, huyu Tanganyika, ubaguzi huo hautakoma itakuwa ni kama kula nyama ya mtu, amtaishia hapo itaendelea kusema. Sasa Wazanzibari nawenyewe Watanganyika wapo watasema, ah, kumbe na sisi hapa tukija angalia angalia, mbona sio sawasawa, kuna wengine wa Pemba, kuna wengine wa Unguja. Akasema hivyo Baba wa Taifa Akuishia hapo, akaja huko, akasema, hata na Watanganyika nao kumbe kilichotufanya tu tuwabagua wale tulikuwa tunawabagua hawapo sasa, wa Zanzibar wameshaenda zao, tumebaki sisi wenyewe. Kuna sisi mbona tuna hatuko tuko sawa hivi, kuna wengine wa wa Wanyakyusa, kuna wengine wa Wachaga, kuna wengine wa Wanyaturu, kuna wengine wa Sukuma na kadhalika, kumbe mjiangalia vile vile, hata na sisi kumbe hatuko huko Waunguja na Wapemba, na wao kumbe na sisi Wapemba washaenda zao, wamebaki Waunguja. Kumbe kuna kaskazini na na kusini. Na kuna Zanzibar na Zanzibar. Na Wazanzibari naukutashana tumeanza kuona hivi karibuni. E, mimi leo naomba ni unajua, tukianza kumungunye mungunye maneno haya katika mambo ya msingi kama haya, hebu tujaribu kufuata nyayo za taifa, hasa nyinyi wahariri na viongozi. Inapokuja mambo msingi tusimungunye mungunye maneno. Tukimu, tukibania bania mengine hasa kwa watoto wetu hawa kutoka kuna mambo ambayo alitendea haki taifa hili kwa sababu watashindwa kuvisikia vitu vya msingi ambavyo wanapaswa kuvisikia kwa mas ya taifa letu. Na mmoja katika jambo nataka kusema simejionea hivi karibuni, wako watu wakaanza kunasibisha masuala ya udini, Uislamu au Wakristo, au sio? Uongo jamani wengine e, e, ndio dhambi ya ubaguzi hiyo. Tukianza kuruhusu haya mambo kwa hiyo tukifika hapo tukaanza kugawanya kwa misingi yote, misingi nani anatoka wapi? Misingi nani anaamini nini? Misingi nani rangi yake ipi? Hakutakuwa na taifa. Taifa hili litakuwa vipande vipande. Kwa vijana ambao wanafuatilia kongamano hili, na nyinyi wahariri tunaomba mwafikishie taarifa hizo, kwamba tuishi katika falsafa ya waasisi wa taifa hili ambao wameona faida ya muungano huu. Na ndio maana leo nchi yetu iko katika amani. Ndio maana tuko pamoja na heshima ya, ya Tanzania ni kubwa sana duniani. Ni taifa ambalo hatuishi kwa kubagwana, hatuishi kwa kuangalia mtu ana itikadi gani, anatoka wapi, anaamini nini na kadhalika. Niliona nilisisitiza hilo ili ili ili sitakwapwatomada najua otomada atakuja kulizungumza hili kwa kina kabisa, lakini lazima lazima tukubaliane kwamba eh, tunaishi leo hapa kwa amani na utulivu, si kwa sababu tu eh, hali hii imekuja yenyewe. Kama wahenga walivyosema ukiona vimeundwa mjue, ukiona vinaelea mjue vimeundwa. Ndugu hariri kwa vyombo vya habari, ni matumaini yangu, ni matumaini ya serikali, semina hii itakuwa na matokeo chanya katika kuelewa Muungano na kuendelea kuenzi na kudumisha katika kuzingatia kuwa wahariri wa vyombo vya habari na wajibu wa kulinda na kuimarisha kupitia vyombo vya habari wakati wa wakati. Wakati wajibu huu nikiusisitiza ni, ni kwenu wahariri na Tanzania kwa jumla. Vyombo vya habari navyo vina wajibu mpana wa kuzingatia maadili, sheria, taratibu za nchi kama ibara ya kumi na nane ya katiba Jamhuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo naomba kunukuu, inasema kila mtu ana haki ya kutafuta kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Ukisoma ibara hii pekee unaona uhuru mpana, lakini tafsiri sahihi ya katiba ni kwamba kifungu chochote kile cha katiba ni sehemu ya vifungu kadhaa vinavyohusiana, ambavyo ni kwa kuviangalia kwa pamoja utapata maudhui ya kila kipengele. Hivyo basi ukisoma ibara ya kumi na nane babano bi ya katiba na vipengele vingine vya katiba hususan ibara ya 30 unapata ujumbe kuwa katika kutumia haki na uhuru tulionao, ibara ya 18 mabano B, tuna wajibu vile vile wa kuheshimu haki na uhuru na maslahi ya taifa. Niliuliza hapa na, wakati nakuja hivi kuna uhariri kuna wa, wa, social media wapo inaweza a nimaliza hivyo kwa sababu dunia inabadilika kwa kasi, na sasa kuna, kuna matumizi makubwa sana ya mitandao ya kijamii na kwenye mitandao ya kijamii bahati mbaya udhibiti wake wakati mwingine unakuwa una changamoto. Hivyo, nyinyi wahariri wa mitandao ya kijamii, na nafasi sana kusaidia taifa katika kuhakikisha kwamba habari zetu zinazohusu masuala ya Muungano zilizokuwa sahihi, zenye ukweli, zinasambaa zaidi katika mitandao ya kijamii. Maana, leo hii kuna kasi kwa uchochezi upotoshaji, ya kusambaa kwa habari za uchochezi, upotoshaji kuvunjia na heshima, uzushi na habari katika kijamii. Hapo hapo mtu amekaa pahala na kujua yeye wengine, amekaa huko nje ya nchi anatuma kitu wakati huo, kinaingia kila mtu amekiona, weza ni kweli, si kweli, kina faida na masaa, hakina kimeshaenda kwa lazima ziwepo habari njema zaidi zenye kusambaa kuliko hizo habari potofu. kwao ni gataji ni, ni, ni, ni, specifically linii, ili tusaidie sana katika katika eneo la elimu kwa umma, ili kufikia malengo ya ya tunachokifanya hapa leo. Na malengo yetu hapa ni nini, ndugu haribu, malengo yetu aleotukutanisha hapa toba. Nimalizie kwanza kusema neno moja kwa kueleza malengo kwamba mpaka muhimu katika kutenda kazi wenu nimeueleza kwenye katiba, ambapo pia unazingatia ibara nyingine ya katiba ya kumi na tisa ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia, ambayo sisi Tanzania tumesaini viepushe kunya watu au kuandika habari za uchochezi na uvumi. Natumia fursa hii kuhakikishia wahariri na wananchi kwa serikali itaendelea kuheshimu na kukuza uhuru wa vyombo vya habari kama ilivyoelekeza katiba. Kwa hiyo nafasi yenu ni muhimu sana. Mheshimiwa Waziri alizungumza akasema nyinyi mnaitwa mhimili wa nne usio rasmi. Mhimili hiyo, mimi ni mihimili ni mitatu, lakini mna mhimili mwingine tunaambia usio rasmi wa habari. Nadhani umeitwa hivyo kwa sababu ya nafasi yake kubwa katika kujenga ama kubomoa. Na ndio maana sisi leo katika lengo la kuwaita, katika lengo letu la kuwaita hapa, ambao nitalieleza muda si mrefu, tumeona tuanze na nyinyi kutokana na umuhimu mkubwa ambao mnao katika taifa na hata katika dunia kwa ujumla kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini. Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora, hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. baada chovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.